Na kwingineko ni kwamba waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku alizindua chakula cha msaada kitakachosambazwa katika kaunti za Mandera na Turkana. Msaada huo wa mahindi, mchele na maharagwe utawasaidia wakazi kwa mwezi mmoja, ukiwalenga watu zaidi ya laki nne na nusu katika kaunti hizo. Kwa jumla watu milioni mbili nukta moja tano katika maeneo kame wanakabiliwa na njaa, huku serikali ikionya kwamba mvua za Oktoba hadi Disemba zitakuwa chache.

Uh, hati is is uh, na vile vilevile utafanya hivyo hivyo katika kaunti ya Marsabit, kaunti okay, ya Turukana, kaunti okay, uh, ya Taita Tafeta, kaunti ya Gariza na Wajia okay, na kaunti zile zingine ambazo zinakumbana na hii hali ya kiangazi. Waziri wa Ardhi